Kordofan inayojumuisha majimbo ya Kordofan, kaskazini kati na kusini ni eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati kwa sababu linatenganisha Darfur inayodhibitiwa na RSF na maeneo ya kati na mashariki yanayoshikiliwa na jeshi. Kupotea au kushikiliwa kwa mkoa huu kunaweza kubadili mwelekeo wa vita. Zaidi ya hayo, Kordofan ni kituo cha utajiri wa mafuta, dhahabu na mazao muhimu ya kilimo, rasilimali ambazo sasa zimegeuka kuwa chanzo cha mapigano makali kutokana na umuhimu wake katika kufadhili vita vya pande zote mbili. Katika kipindi cha wiki kadhaa zilizopita, mapigano yameripotiwa kuongezeka katika miji kama El Obeid, Kadugli na Babanusa na Diling, ambapo maelfu ya wakazi wanaripotiwa kukwama bila chakula, dawa na huduma za msingi kutokana na mizingiro na mashambulizi ya mara kwa mara. Ushindi wa RSF katika baadhi ya maeneo ya Kordofan umeanza kuiweka hatarini miji ya katikati ya Sudan na kuzua hofu kuwa Khartoum inaweza kuwa shabaha ya mwisho ya mashambulizi hayo. Katikati ya wasiwasi wasi huo, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja mataifa Volker Turk ametahadharisha juu ya dalili za ukatili unaoongezeka na hatari ya kurudiwa kwa mauaji ya kimbari. Ametoa kauli kali akisema And... nahofia kutokea wimbi jipya la madhila na ukatili Sudani wakati mapambano makali yanaendelea kwenye eneo la Kordofan. Kamwe tusiruhusu yaliyojiri El Fasher kushuhudiwa Kordofan. Tangu tarehe ishirini na tano Oktoba, pale wapiganaji wa RSF walipo udhibiti mji wa bara ulioko kaskazini mwa Kordofan, ofisi yangu imenakili mauaji yasiyopungua mia mbili sitini na tisa ya raia wa kawaida yaliyotokana na mashambulizi ya angani makombora na mauaji ya kikatili. And kwa upande wa vikosi vinavyopambana, jeshi la Sudan chini ya Abdul Fatah Al Burhan linategemea zana nzito za Kichina, ndege za zamani na droni zinazotolewa na Iran na Uturuki. RSF ya Mohamed Hamdan Daglo Hemedti, ikiwa na mizizi katika kundi la wanamgambo la Janjawid, imepanua ushawishi wake kwa kuungana na kundi la la Abdel Aziz Al-Hilu katika milima ya Nuba na Blue Nile, hatua inayoiimarisha katika maeneo yaliyokuwa ngome za waasi wakati wa huo. Athari za kibinadamu zimefikia kiwango cha kutisha. Umoja Mataifa umetangaza njaa kali mjini Kadugli na kutoa onyo la hali ile ile katika eneo la Dilling. Mashambulizi ya drone na makombora yamewaua raia wengi, wakiwemo watoto waliokuwa chekechea huko Kalogi na zaidi ya 45 waliouawa kwenye hafla ya mazishi mjini El Obeid. Aidha, mashambulizi ya jeshi Kauda mwezi uliopita yameongezea idadi ya vifo, yakionyesha kiwango cha hatari kwa raia katika maeneo yote ya Kordofan. Jumla ya watu elfu arobaini na tano wamekimbia makazi yao katika kipindi cha mwezi mmoja uliopita pekee na kuongeza kwenye idadi inayokaribia watu milioni kumi na mbili waliotawanywa tangu vita kuanza.